Tuelekee kaunti namba 31 ambapo huko Nanyuki ni kwamba maofisa wa trafiki mjini humo wameanza shughuli ya kuwahimiza wamiliki wa bodaboda kutoa mataa yanayotoa mwangaza mkali na kurekebisha pikipiki zao dhidi ya kutoa kelele. <laughs> Wanadai kwamba wamefikia hatua hiyo baada ya kupokea malalamishi kutoka kwa wasimamizi wa shule na hospitali ambao wamekuwa wakisumbuliwa na kelele hizo. Meneja wa manispaa hiyo Antony Rukwaro amesema kwamba wanabodaboda wana wiki mbili za kutoa mataa haya na kupunguza kelele, la sivyo wachukuliwe hatua za kisheria. Tuko na 15 schools within town, tuko na 8 hospitals na pia tuko na maofisi mingi sana hapa Nanyuki na wote wamekuwa wakikilalamika kwamba tumiogezea sauti mingi kwa town in a way that hawezi fanya mambo yao, hawezisoma, hawezifanya kazi, wagonjwa wanaumia. So tukaona ni mzuri tuandike hiyo barua tuwajulishe watu wetu waweze kupunguza sauti kutoka kwa bodaboda zao na magari zao. Kuna zile gari na bodaboda zimewekwa mataa hazifai, illuminating light, uh, lights ambazo kidogo zinatatiza watu wengi kwa barabara hizo. Pia tunaomba kabisa wapunguze ama watoe kabisa, wa put eh, factory setting ya mataa. It is very unfortunate and we also apologize to the residents. Kwa hiyo sauti imekuwa ikitolewa na bondabonda bonda zenye watu wamechokora, lakini from now tutafanya kazi pamoja na enforcement na na stakeholders wote to make sure hiyo sauti haita haitasumbua watu tena, ikipita 80 Makosa tuelekee